Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 yamebakia, ni michezo ya kuangalia kwe... tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa tatu wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na soko ine imeendelea, lobakia wapizani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha uh, huko miaka ya nyuma Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Young Africans bado upo kwenye mchakato um, wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi na wapi nataka kwenda, na kila mtu atafanya pati yake. Okay, mashabiki wanafanya pati yao, uongozi wanafanya pati yao, wachezaji wanafanya pati yao, na benchi wanafanya pati yake. Kwa kila mtu ana pati yake, wao tusiwe na, na haraka Upande wako wewe binafsi umeridhishwa na performance ya mchezo leo? Wamekaa nyuma Mbeya City kwa muda mwingi wa mchezo, pitch haikuwa ruhusu ianza kucheza kwenye eneo letu ya kucheza, tukaingiza strikers wawili mwishoni za mwisho, angalau tukaanza kuwa na threat kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo technically walikuja na mpango mzuri wa kudefend na umewasaidia kupata alama moja, kupata alama moja utasema alhamdulillah. Ali, ali, wakati timu ikiwa inapata matokeo bado kuna wachambuzi na watu walikuwa wanazungumza kuhusiana na kocha. Leo badala ya sasa, wapiga ramli acha nao, leo wanaweza kuwayumbisha kwa namna yote. Wapiga ramli achana nao, sisi hata miaka ya nyuma mm, tulianza ligi tukafungwa Mbarali na Ihefu. Issue sio uh, nyakati issue ni, ni, ni timu ilivyokuwa sasa hivi na matokeo tulijua yatakuja tu, yani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi tapata sare, kuna mechi itakuja yanga itafungwa. Hiyo ndio football. Mwaka tunaofungwa na IF ilikuwa ni mechi ya ngapi? Ilikuwa ni mechi ya tatu au ya nne, ilikuwa ni mapema vile vile, kao ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndiyo football iko hivyo, tulikuwa tunajua kuna siku yanga itaangusha alama na hiyo siku imefika leo hapa soko ino kwenye mchezo wa pili, na tunasema alhamdulillah. Kama kuna sehemu za kuimprove, mkipata mapema picha hiyo mnarudi kwenye meza ya tathmini mnakwenda kuimprove kwa, ma, kwa matokeo yao. Labda mashabiki wa Young Africans wanaweza kuingia na pressure. Kama afisa bani wanaweza kuambia nini mashabiki wa Young Africans? Hakuna, hakuna haja ya kuwa na pressure, ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 nan ya ligi ya kuchezwa, bado kuna mechi nyingi mno zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi 4 hatujafungwa, tumeangusha tu alama mbili, tumepata alama moja kwao, tuna rumu ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tu watulivu tuendelee kupanga miakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Ali, mchezo unaofuata ni unaingia kwenye break ya FIFA, unaingia mchezo wa tunakwenda kimataifa, tunakwenda Malawi, Milongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe umeona kama unatafuna majibu yako. Nini kinaendelea? Huu vipi? Ah, kwa sababu umesema timu inaendelea kuhitaji muda lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia <laughs> <hansia>. Ni kama bado haupo. Tumepata tume, tume alama moja leo. Mm. Si ndiyo? Hatujapoteza mchezo kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa, kwa tunaendelea kujipanga. O tuendelea, ni kipi mbona, kama watusemea mimi <laughs> nawashukuru <laughs> sana ndugu zanguni, kansa wakiwa naelekeza kwamba hatumtaki kocha. Uh, mambo Yesa wakiwa ni mashabiki wa Young Africans wakiwa eh, wanashinikiza kwamba hawamtaki kocha siku hii ya leo, eh, kwenye uwanja huu wa eh, Sokoine hapa Mbeya, wakisema kocha aondoke, aondoke, eh, Lemani Fozi, akiwa wakimchoka kocha wao. Hawa ni mashabiki eh, wa Young Africans eh, uwanja wa Mbeya City hapa jambo uh, yeah la kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, game imeisha, tumepata ni alama moja eh, lakini ni mipango yetu sio ni alama moja, japo kwa mtu ni, ni, ni akiona kama ni, ni, ni wapinzani wetu wametushambulia sana, lakini zi ni malengo yetu ilikuwa ni, ni, ni kuondoka na pointi tatu, lakini vilevile nawashukuru nawa zaidi vijana wangu, tumewaona wote wamefanya kazi wamefata ni maelekezo ni mazuri zaidi na ndio maana tumeondoka na alama moja kwenye mchezo wa leo. Nahisi umesema wale wengine walikuwa ni alama tatu. Nahisi kipi kimewafanya mkakose hizo alama tatu? Ah, bila shaka tumeona mwisho pale tumepata chance kabisa ni awaza, lakini tume ba, yaani bado ni marazi yetu hayo hayo ni marazi ni ya umaliziaji. Sasa Ndi, ndio, ndio hayo mdau, yani tunayafanyia kazi zaidi, yani kila ni wachezaji wangu u, wakipata chansi, ni wazitumie nafasi mbili nilizozipata dakika 15 za mwisho itokote na dakika karibu 75 za kwanza ambazo nilizuia sana. Huu ulikuwa ni mpango wako kuzuia au ni Yanga alikulazimisha kwa kwenye mfumo wao? Hakuna yani tuongee tu, tu ongetu, ni ukweli zaidi, Yanga ni timu bora, ina wachezaji ni wazuri zaidi, lakini kimfumo ndani ya uwanja si wazuri wanao wana, wana uwezo yani, mchezaji wao mmoja ni akaimaliza game sasa, na ndio maana mliona tuliwa tight zaidi, ni wachezaji wao wenye uwezo ambapo ni wakumaliza game ni individual, na ndio maana nimeona ni hadi mwisho wamewafanya sabu, walipowafanya sabu na sisi ndio timu yetu ilipopata nguvu ni ya kuataki tena, na ndio maana mwisho zile chansi mbili tumetengeza zile